Parokia hii ni yetu sote, kila mmoja amepewa nafasi tu aweze kuhudumu mahali fulani katika utume, lakini tunapofanikiwa kama parokia, tunafanikiwa wote, lakini pia tunaposhindwa, tunashindwa wote, sio anapofanikiwa anasema au Msamba, naposhindwa hao wameshindwa, waamini wame. Kama tumefanikiwa tumefanikiwa wote parokia ya Ulete, kama tumeshindwa tumeshindwa wote parokia ya Ulete. Kwa hiyo naombeni sana, nimewaambia kwamba mimi ni binadamu niliye na mapungufu, ninayohitaji sala kutoka kwenu ili niweze kufanya kazi vizuri, kwa sababu mimi nafanya kwa mkono wa Baba Mwashamba, Baba askofu angeweza yeye akawa paroko, yeye ni paroko wa parokia zote jimbo la hili yeye ndio paroko. Kwa hiyo, kwa sababu hawezi kufanya kazi hizo zote, ametukairisha sisi. Ndio maana hata katika mambo mazito lazima nimwendee yeye, mwashan babaskofu, aweze kutoa uamuzi. Kwa hiyo, mimi nafanya badala ya baba askofu, lakini pia fanya, kama binadamu ukiona kitu fulani ni wenzangu mimi na jicho. Jicho aliwezi kuona sehemu yote kona zote za parokia ya Ulete. ninyi mnaweza kuona kona zote za parokia ya Ulete kutoka kwenye chumba hili, ukinidanganya, mkitudanganya sisi wachungaji kwamba huyo anastahili kupewa heshima ya misa ya mazishi, basi mtakuwa mmekosea nini? kwa sababu jumuiya ndogo ndogo ndizo hizo ambazo zinawajua watu na ndizo hizo zinazofanya maamuzi. Kwa hiyo mimi, viongozi wa jumuiya wa ndogo ndogo, ndogo, wa ndogo, ndogo wakimletea jambo nitanisadiki, hasa yale yanayohusu uchungaji. Kwa hiyo mkiona kitu hakijatendeka vizuri, tutazame jumuiya ndogo ndogo zetu zikoje viongozi wa jumuiya ndogo ndogo wakoje. Na mwaka huu tuna uchaguzi, basi tuchague viongozi ambao ni watumishi, tuchague viongozi ambao ni watumishi, ambao wanania njema na parokia, ambao wanaweza kujitolea kusukuma mbele hizi shughuli za uinjilishaji. Nawaombeni sana.